Maandalizi ya awamu ya tatu ya mbio za nyika za Chepsaita yanaendelea vyema. Mfadhili wa mbio hizo Farouk Kibeti amekagua uwanja wa Chepsaita, akielezea kwamba kila kitu kitakuwa tayari kwa wakati. Kibeti alitembelea uwanja huo pamoja na maafisa wa shirikisho la riadha nchini na wanachama wa kamati ya kuandaa shindano hilo. Matarajio ya tarehe 6 Disemba saa 12 tumekuwa tayari. Course zote zimekamilika, mpango zinafika mwisho. Tunaanza tarehe mbili kuhakikisha kwamba tunatibu watu ambaye tunaita free medical. katika sehemu hii target yetu ni wale watu elfu kumi. this is the first time that

Watu wanakimbia lakini, the bigger picture is run for education, that is the main focus of this event. So Mungu azidi kukubariki vile unasomesha watoto wengi katika hii jamii na naamini hata wewe ukiondoka leo, I want to assure you watoto yako watasomeshwa bila ya matatizo. Mungu aendelee kukuinua ili uendelee kugusa maisha ya watoto wengi. 22 million bursary fund is such a huge thing and we know in, in due time um, God will lift you to another level.